Tumekuwa tukijifunza somo la baba wa kiroho na katika ibada iliyopita asubuhi, tumeangalia watu watatu muhimu kuwa nao katika maisha yako. Na hawa watu watatu usije ukawakosa katika maisha yako, kuna kitu kitapungua. Nikasema katika maisha yako uwe na baba wa kiroho, hiyo ni moja. Ukimkosa baba wa kiroho, unabaki yatima na kuna kitu kikubwa sana utakachokikosa. Lakini namba mbili nikasema, usikose mlezi menta, menta mlezi, menta. Menta anahusika zaidi na ujuzi, uzoefu. Hiyo njia unayoipita amepita hicho unachokifanya amekifanya, changamoto unazopitia amepitia, mitihani unayopitia amepitia. Menta kwenye eneo la biashara, ukawa na menta kwenye eneo la ndoa na mahusiano, ukawa na menta kwenye eneo la huduma. Maanake huwa baba ni mmoja, lakini mentors ni wengi. Naomba hiyo uijue, baba ni mmoja, lakini mentors ni wengi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na tano. Wakorintho wa kwanza nne kumi na tano. Paulo anasema hivi, kwa kuwa ijapokuwa mna waalimu kumi elfu katika Kristo walakini hamna baba wengi, hamna baba wengi, maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Kwa hiyo huwa mentors wanaweza wakawa wengi, lakini baba anakuwa mmoja. Hiyo ndio kanuni ya kiroho. Nikasema, mtu wa tatu unayepaswa kuwa naye ni role model, mtu ambaye unamwigilizia, unamfuatilia, unamwigilizia, unamfuatilia kwenye mambo ya imani. Kuna watu ukiiga kwao, kuna watu ukifuatilia kwao, kuna mahali utafika kwenye huduma, kwenye maisha, kwenye biashara na kwenye eneo lolote unaweza ukawa na role model. Sasa kile unachokifanya, nani role model wako? Unapokuwa mchungaji, nani role model wako? Unapokuwa mhubiri wa Injili, nani role model wako? Unapokuwa mwimbaji, nani ni role model wako? Na chochote unachokifanya nani ambaye unamfuatilia maisha yake, tabia yake, mwenendo wake, hata mafanikio yake? Na hapo nimekwisha kuwafundisha mara kadhaa, mara kadhaa, jifunze kwa watu waliofanikiwa. Jifunze kwa watu, jifunze kwa watu waliofanikiwa, na wewe utafanikiwa chochote wanachofanya, jifunze kwa watu waliofanikiwa. Kama biashara, jifunze kwa watu waliofanikiwa. Wakati watu wanalia, biashara haiendi, mambo ni magumu, lakini bado kuna wafanyabiashara wanafanya vizuri sana sana sana tu, ana wateja wengi mpaka anashindwa kuwahudumia. Mtu kama huyo, kuna siri anaijua kuna ujuzi anao ambao wengine hawana. Bwana atusaidie sasa. Hawa watu watatu, baba wa kiroho huwa anatoa utambulisho identity, ama identification. Baba wa kiroho anakupa utambulisho kwenye ulimwengu wa roho, lakini pia kwenye ulimwengu wa asili natural spiritually and naturally. Ana, anatoa identification. Ndo maana jina lako unaitwa fulani bin fulani, maana yake lile la ubini, kuna mahali umepata kwa baba yako aliyekuzaa ukapata utambulisho. Lakini mlezi anatoaga uelekeo na ujuzi direction, anakupa uelekeo na ujuzi, mlezi au mentor atakwambia hivi ukipita njia hii utafanikiwa, ukipita njia hii kuna namna atakupa mwelekeo, kuna namna atakupa ujuzi, manake amebobea kwenye kile kitu ambacho unatafuta menta. Kwa kwenye eneo lolote kuna mtu ni mbobevu, kuna mtu ni mjuzi, lakini mtu ambaye ni modo role model, yeye huwa anaonyesha kielelezo kwa tabia kwa tabia na vitendo, anakuwa ni kielelezo kwa tabia na kielelezo. Role model anakuwaga amebobea kwenye tabia. Aa, tabia yake kwenye eneo fulani imetengenezeka kiasi kwamba ukimfuata hautapotea. Kwa kama tunaenda kwenye habari ya tabia tunamtafuta role model kwenye tabia. Yesu akasema hivi, kitabu cha Mathayo 11:28 mpaka 29: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami na nitawapumzisha. Jitieni nira yangu na mjifunze kwangu, na jitieni nira yangu na mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo anaeleza tabia yake ya upole, anaeleza tabia yake ya unyenyekevu na anasema jifunzeni kwangu. Kiongozi yeyote ni lazima ufikie mahali ambapo una ujasiri wa kuwaambia watu, nifate, nifate, nifate, nifate. Maanake tayari ni mtu ambaye kwenye tabia amehitimu, ni kielelezo. Yaani, kama mtu sio mfano wa kuigwa, sio kielelezo cha watu kufuata wakawa salama, basi huna sifa kubwa sana ya kuwa kiongozi. Ndio maana Yesu mahali pengi sana alisema nifuate, mnifuate, mnifuate, mnifuate. Aa, kwenye Mathayo nne kumi na tisa Yesu alisema nifuate. Paulo alisema mnifuate mara nyingi tu. Mathayo 4:19 tunamwona Yesu akimwambia Petro nifuate. Kwenye maandiko hayo Mathayo 4:19, Mathayo 9:9, Marko 1:17, Marko 2:14, Luka 5:27, Luka 9:59, Yohana 1:43. Yesu kama role model, Yesu kama mfano wa kuigwa wa kitabia, wa kimwenendo na hata imani. Maanake ukimfuata huyo anayekwambia nifuate, hutaingia kwenye vichaka. Ukimfuata huyo anayekwambia nifuate, hautatumbukia kwenye korongo. Ukifuata huyo anayekwambia nifuate, kuna mahali utafika salama, kuna mahali utavuka salama. Role model, ni mtu ambaye ukimwigilizia ukakanyaga kwenye nyendo zake, utapita njia salama, utapita njia ya mafanikio, utapita njia ya baraka. Kwao Yesu anasema mnifuate. Kwao walipomfuata Yesu, kwake wakajifunza kuhubiri, kwake wakajifunza kufundisha kwake wakajifunza kuwatoa pepo, kwake wakajifunza kufufua wafu, kwake wakajifunza maisha ya ushindi, kwake wakajifunza maisha ya imani, kwake wakajifunza maisha ya maombi, kwake wakajifunza maisha ya kumsikiliza Mungu anasemaje. Sasa wale wote ambao walimfuata Yesu kama role model wao ambao ni akina Petro na Yakobo na Yohana, tunakuja kumwona Petro, Matendo sura ya tatu, anainua kiwete, kiwete anatembea. Kwa nini? Amejifunza kwa role model. Ukifata mtu mzembe mzembe kiroho utakuwa mzembe mzembe kiroho. Ukifata mtu ambaye ni maisha yake ni ya michanganyo utakuwa na maisha ya michanganyo. Ukifata mtu ambaye ni mchovu kiroho, ni asiyeamini amini. Ukifata mtu ambaye ana mizaa utakuwa na mizaa. Ukifata mtu ambaye anatembea na Mungu utakuwa kama yeye. Kwa hiyo, Petro akamfata mtu sahihi. Naomba fata mtu sahihi kwenye maisha yako. Ukifata mtu mwombaji utakuwa mwombaji. Ukifata mtu mhubiri utakuwa mhubiri. Ukifata mtu wa neno utakuwa mtu wa neno. Ukifata mtu mtakatifu utakuwa mtakatifu. Akina Petro wakatoka vipisi vya watu, anafika mahali kwenye Matendo tatu moja kuendelea, anamkuta kiwete anazubaazubaa kwenye mlango wa uzuri. Kwa hiyo ukiona watu ni waombaji, wamefanywa kuwa waombaji. Ukiona watu ni waaminifu kwa Mungu, wamefanya huko waaminifu kwa Mungu. Ukiona watu wanajituma wanajitoa, wana upendo, wamefanya huko wenye upendo. Halo. Ukimfuata mtu mtoaji utakuwa mtoaji. Ukifuata mtu muombaji uta, ukifuata mtu anayempenda Mungu utakuwa na upendo. Ukifuata mtu ambaye ni mhubiri utakuwa Bwana Saidi. Okay. Sasa mlezi anatoa ujuzi lakini role model anafaa kuigwa tabia, mwenendo na kadhalika. Naomba nikupe sifa za baba wa kiroho. Ukitaka kupata baba wa kiroho unampata mtu mwenye sifa gani? Alafu baada ya hapo ntakueleza mtoto wa kiroho anatakiwa awe na, labda nianze na mtoto wa kiroho. Wajibu wa mtoto wa kiroho, moja ni kutii Yani, katika haya yote matatu ili uweze kufaidi neema na mema yaliyoko juu ya baba wa kiroho juu ya menta na hata juu ya mtu unayemfuata kama role model, mambo yafuatayo yatakusaidia. Namba moja ni kutii na kujinyenyekeza, nipe Waebrania 13:17 ukitaka kufaidi hizo neema nazo zizungumzia mambo yafuatayo yatakusaidia. Waebrania kumi na tatu kumi na saba anasema watiini wenye kuwaongoza, watiini wenye kuwaongoza na kunyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua maana isinge wafaa ninyi sasa. Ili kwamba uweze kufaidi menta wako role model wako na baba yako wa kiroho, utii na unyenyekevu vitakusaidia. Hakuna namna utamsaidia mtu ambaye hana unyenyekevu. Hakuna namna unaweza ukamsaidia mtu ambaye hana utii. Hakuna. Ukitaka kufaidi uwe mtii na uwe mnyenyekevu. Lakini namba mbili uwe mwenye kujifunza, teachable teachable. Uwe mwenye kujifunza, uwe mwenye kujifunza. Ukitaka kufaidi mema yaliyoko kwa baba wa kiroho, uwe mwenye kujifunza, uwe mwenye kujifunza. Mithali 99 tisa tisa. Mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima, mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na elimu. Mfundishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima, mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na haki, ili kwamba uweze kufaidi neema na mema yaliyobebwa na watu watatu ambao nimekueleza habari zao. Uwe na moyo wa kujifunza Teacher Bob, yaani uwe mtu ambaye moyo wako uko wazi kujifunza, kutaka kujua, kutaka kujua. Mtu anayejifunza ni mtu anayetaka kujua zaidi, mtu anayetaka kujifunza ni mtu anayetaka kujua zaidi. Nafikiri kwa sasa nimesha kuwa darasani karibia miaka ishirini na tano, ni mingi kidogo mtu ambaye anajifunza ni mtu ambaye huwa anaongezekaga ufahamu, hekima, maarifa. Tamani kujifunza, penda kujifunza kwa watu wanaofanya vizuri. Namba tatu, uwe mwaminifu na mwenye heshima. Ukitaka kujifunza kwa baba wa kiroho, ukitaka kujifunza kwa menta wako Ukataka kufaidi neema ya role model, uwe mwenye heshima, uwe mwenye heshima. Kitabu cha Timotheo wa Kwanza tano kumi na saba Timotheo wa Kwanza tano kumi na saba Timotheo wa Kwanza tano kumi na saba anasema wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima, kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Huyu ni Paulo, anatoa maelekezo kwenye nyaraka za kichungaji kwamba wazee wanaotawala wanaojitaabisha kufundisha wanastahili heshima maradufu. Anayestahili heshima, heshima anayestahili hofu hofu kwa ukitaka kufaidi mema uwe mwenye heshima, ujiheshimu na upende, na pia ujue kuheshimu watu. Namba nne, unatakiwa uwe na tabia ya kuiga tabia njema na mafundisho. Wafilipi 4:9 uwe na tabia njema, kuiga tabia, yani uwe na uwe na tabia ya kuiga tabia njema na mafundisho huwa tabia, watu wanaiga, huwa tabia, watu wanaiga. Kuna tabia unatakiwa uige kwa watu wengine, kuna tabia watu wanatakiwa waige kabisa, hata namna watu wanavyovaa, watu wanavyoenenda, hivyo wa Filipi 4:19 nne tisa. Mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyashika na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja naye. Namna nzuri sana ya kukua huku duniani ni kuiga kwa watu wengine. Ukiona watu wanajenga nyumba, using'ang'anie nyumba za majani. Ukiona watu wanabadilisha mitindo ya nyumba, na wewe badilisha. Yaani, kuna mambo mazuri ambayo watu wanayo, ukiangalia na ukafanya kama wao, utapanda kiwango, utapanda daraja. Yaani usiwe usijifungie kwenye kiboksi, uwe tayari kujifunza, uwe tayari kuiga, uwe tayari kufuatilia mafundisho na kuyafanyia kazi. Kristo atusaidie. Sasa, baba wa kiroho, natakiwa unapotafuta baba wa kiroho awe na sifa zipi? Yaani baba yako wa kiroho anapaswa awe na sifa zipi? popote utakapokwenda na popote utakapokuwa hizi sifa zitakusaidia kupata baba sahihi wa kiroho kwanza sifa kuu ya baba wa kiroho ni kama sifa za mungu baba baba na yesu kristo kwa wanafunzi wake yaani sifa ya baba wa kiroho inatakiwa iwe, iwe, iwe, ifanane fanane na sifa za mungu baba na sifa za Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, na kama zile za viongozi wa kibiblia, maana yake mitume na manabii. Nimeshakufundisha mababa wa kiroho kwenye Biblia, tumeangalia akina Musa, tumeangalia akina Elia, tumeangalia akina Samueli, tumeangalia sio, akina Petro na akina Yesu na wengine na akina Paulo. Sasa sifa tunazozipata kwa wale watu ndizo sifa za baba wa kiroho. Sifa ya kwanza ni mwenye uhusiano na Mungu. Mwenye uhusiano na Mungu. Mwenye moyo wa Mungu. Hiyo ni bi yake. Mwenye uhusiano na Mungu, lakini mwenye moyo wa Mungu. Anayemsikia Mungu na kuongozwa na Mungu. Ukipata baba kama huyo, shikamana naye sana. Nimenarudia. Mwenye uhusiano na Mungu. Mwenye moyo wa Mungu. Anayemsikia Mungu na kuongozwa na Mungu. Ukipata baba mwenye uhusiano na Mungu kama Musa alivyokuwa na uhusiano na Mungu, baba Joshua akamfuata akawa salama, akawa mtu mkuu. Elia alikuwa na uhusiano na Mungu, alimsikia Mungu, alifuatana na Mungu, alimtumikia Mungu, alimtii Mungu. Elisha akamfuata na akawa mtu mkuu na akafanikiwa na akawa salama. Hiyo ni sifa kubwa sana. Namba mbili mwenye tabia za uungu. Mwenye tabia za uungu. Mwenye tabia za uungu. Tabia za uungu ni zipi? Mungu ni pendo. Hiyo ni tabia kubwa sana. Mungu ni pendo. Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa haki, Mungu ni wa kweli, Mungu ni mwaminifu. Hivyo tabia za uungu. Hiyo lazima iwe kwa baba wa kiroho. Maanake ukiona mahali hakuna upendo, hakuna haki, hakuna kweli, kuna ujanja ujanja, kuna longolongo, hivyo kuna kona kona, kuna makando kando, maanake hapo Mungu hayuko, na ukifata huyo utaingia chakani, mwenye tabia za uungu. Um, namba tatu ni sifa ya kuwa kielelezo na mfano wa kuigwa kwa maisha halisi. Mwenye sifa ya kuwa kielelezo na mfano wa kuigwa kwa maisha halisi. Maisha halisi, tukiongea maisha halisi, tunaongea maisha nje ya madhabahu. Maisha halisi, tunaongea maisha kule nyumbani. Maisha halisi, tunaongea maisha kule mtaani. Maisha halisi tunaongea maisha wakati mtu yuko peke yake na hakuna anayemwona. Sababu wa kiroho ama kiongozi au hata mentor ama role model ni mtu ambaye ana, ni mtu anafaa kuwa kielelezo kwenye maisha halisi. Kule kwenye ndoa yukoje? Ndio maana sifa za viongozi wa kiroho kwenye Biblia Awe mume wa mke mmoja, ajuae kuisimamia nyumba yake vizuri, yaani sifa za ndoa ni sifa zinatanguliaga hata za kiroho. Kwa kama ukifata kiongozi ambaye hana mke, hauko salama. Ukifata mwanamke ambaye hayuko na mume, pia kuna mahali fulani haitakaa sawa. Jamani, si mnatakaga kujua ukweli? <laughs> Yaani, kuna mahali fulani sifa za kiongozi zinataka maisha yale ya ndoa na familia na nyumba, kusimamia nyumba, kumpenda mke, kupenda watoto hivyo. Lakini pia kule mtaani mtu yukoje? Kule mtaani mtu yuko anayofanya usiku ni mambo gani? Kwa hiyo lazima awe ni mtu ambaye ana sifa za kuigwa katika maisha halisi. Namba nne, ukitaka menta, ukitaka baba wa kiroho sifa namba nne, anayepatikana, availability, anayepatikana yuko available. Ukiwa na tatizo ukimtaka utampata, ukiwa na shida unamhitaji unampata ukitaka maombi ukimtaka, anapatikana. Ukiwa na maswali ama ukataka ushauri, yuko available. Sasa ninyi ambao mmekuwa na baba, ni baba yupi asiyeongea na mtoto eti? Yaani kama uko hapa, alafu una baba wa kimwili, alafu eti hanaga muda wa kukusikiliza mkaongea, au ukipiga simu anakata hawa na kubloku, huyu ni baba <laughs> sikuna shida hapo mahali fulani. Kwa baba wa kiroho ni mtu anayepatikana available, maanake kuna wakati unataka ushauri, kuna wakati una matatizo yako, kuna wakati umepigwa huko unataka mtu akukusaidie hivyo. Kwa hiyo lazima awe available. Namba tano ni mtu mwenye tabia ya Kristo na mwenye mfano wa kuigwa Wakorinto wa kwanza kumi na moja moja Paulo anasema mnifuate kama ninavyomfuata Kristo. Ni mtu ambaye ana tabia za Kristo na ni mfano wa kuigwa, ana tabia za Kristo na ni mfano wa kuigwa. Namba sita ni mtu ambaye tunda la Roho ni lazima lionekane kwake, tunda la Roho ni lazima lionekane kwake maana yake, upendo, huruma, kiasi, fadhili, uaminifu na kadhalika. Namba saba ni mtu mwadilifu, mtu muadilifu, mtu muadilifu, mtu mwadilifu. Uadilifu ni neno unaitwaga kwa kizungu integrity, ni mtu, yani uadilifu ni zaidi ya uaminifu, ni mtu ambaye unaweza ukamwamini kwa asilimia zote. Ni mtu ambaye, ni mtu ambaye unaweza ukamtegemea mahali fulani, ukimweka kwenye eneo fulani, ni mwaminifu, ni mwadilifu <tune>